La pili nataka niseme kwamba ninatambua changamoto zilizokuwepo katika maeneo haya kwa maana ya jimbo hili na majimbo jirani. kwa ma, kwenye upande wa barabara, natambua kwamba kuna mahitaji ya ujenzi wa barabara za ndani ambazo, sisi mkandarasi tayari tunaye. Kazi yake ni kuendelea kujenga barabara za ndani Unguja na Pemba. Hapa najua kunahitajika barabara ya Kinuni skuli hadi kwa rara natambua, kunahitajika vile vile barabara kutoka kuoni mambo sasa hadi Taveta magari ya mchanga. Ndugu zangu, ahadi yetu ni kwamba barabara hizo tutazijenga kwa kiwango cha lami, hakuna shida katika hilo na wakandarasi wako kazini. Ni, ni wakati tu, muda ukifika mtawaona katika majimbo lenu hili wakifaa wakizitengeneza barabara hii. Kwa upande wa elimu, naambiwa kuna mahitaji ya shule ya msingi pale Tomondo, Uzi na Kinuni, lakini vile vilevile kunahitajika shule ya maandalizi kijitopele mashine ya maji. Hivi karibuni tumeingia mkataba wa ujenzi wa shule mpya 29 skuli mpya zile za kisasa, sio hii mamanda ya skuli, ah, skuli za ghorofa 29. Nimepokea maombi haya, tutaangalia mgao ili tuweze kukupatieni na ninyi skuli za kisasa za ghorofa. Kwenye <coughs> upande wa afya nimeambiwa kuna mahitaji ya kituo cha afya kwa rara Kidutani uzuri ni kwamba tayari pale kumeshaanza matayarisho ya ujenzi. Matayarisho yanaendelea, katika muda mfupi ujao ujenzi wa kituo cha afya katika eneo lile utaanza. Naambiwa kuna mahitaji ya viwanja vya michezo. Ninyi ni mashahidi, tumeshaingia mkataba wa ujenzi wa viwanja vipya kumi na saba, ukiacha vile vikubwa vya Amani na Lumbani na Mao Tuna viwanja vya mikoa, tuna viwanja vya wilaya. Lakini vile vile, baada ya kukamilisha hivyo vya mikoa na wilaya, tutaangalia kwenye majimbo tuweze kujenga viwanja vya kisasa ili vijana wetu wafanye mazoezi wafanye michezo katika mazingira mazuri zaidi.